Pendwa taifa la Mungu, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu, ikiwa ni dominika ya sherehe ya kupaa Bwana. Kwa wale walioadhimisha wa sherehe hii ya kupaa Bwana siku ya Alhamisi, manake kwao wanaadhimisha dominika ya saba ya Pasaka katika mwaka si wa Kanisa, lakini kwa wale ambao hawakuadhimisha sherehe hii ya kupaa Bwana siku ya Alhamisi ndipo inapohamishwa na kuweza kusherekewa siku hii ya dominika ya leo. Hivyo ndugu zangu, somo la kwanza ni la kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya kwanza aya ya kwanza hadi aya ya kumi na moja. Somo la pili ni la waraka wa Mtume Paulo kwa Waefeso sura ya kwanza aya ya kumi na saba hadi aya ya ishirini na tatu na somo la tatu ni la Injili takatifu ilivyoandikwa na mwinjili Luka sura ya ishirini na nne aya ya arobaini na sita hadi aya ya hamsini na tatu. Tusikilize Injili takatifu. Yesu aliwaambia wafuasi wake, ndivyo ilivyoandikwa kwamba Kristo atateswa na kufufuka siku ya tatu, na kwamba mataifa yote watahubiriwa kwa jina lake habari ya toba na ondoleo la dhambi, kuanza tangu Yerusalemu. Nanyi ndinyi mashahidi wa mambo haya. Na tazama, nawaletea juu yenu ahadi ya Baba yangu, lakini kaeni humu mjini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 Injili ya Bwana. Wapendwa taifa la Mungu, zimetimia siku arobaini tangu tuliposherekea ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Na sehemu zingine huadhimisha siku ya Alhamisi kwa sababu ndio siku ya arobaini tangu tuliposherekea ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristu katika ile dominika ya Pasaka. Lakini sehemu zingine huadhimisha siku ya dominika kama ambavyo sisi tumeadhimisha katika dominika hii. Ni moja ya matukio muhimu sana ya Bwana wetu Yesu Kristu katika kazi yake, na ina maana kwetu kama Wakristo. Kristo Yesu anawaambia wafuasi wake injili itahubiriwa kwa mataifa yote kuanza tangu Yerusalemu. Ndugu zangu, katika historia ya wana wa Israeli, Yerusalemu ilikuwa ni mahali ambapo watu hukusanyika, ilikuwa ni kituo cha imani ya Wayahudi, au kwa maana nyingine, kwa namna tunavyoelewa kwa sasa, ni kama kituo cha hija ndipo wafuasi wake Bwana wetu Yesu Kristo walipokusanyikia hata vilevile vile kwa kumpokea Roho Mtakatifu na kwenda kuihubiri habari njema kwa mataifa yote, kama Kristo alivyowaagiza, alipokuwa amewaambia kwamba kaeni humu mjini hata mvikwe uwezo utokao juu, na kisha waende kuitangaza habari njema hiyo kwa watu wote kwa mataifa yote. Tuna wajibu wa kuyahifadhi maneno ya Yesu na kuelekeza juhudi zetu katika kuihubiri Injili ili kumfanya Kristo apate kufahamika, ili tupate kuishi ukweli wake na kuwaalika watu kuonja maisha ya kanisa ambako ndiko chemchemi ya kuweza kujua namna gani na kupata miongozo ya kujua namna gani ya kuweza kuishi. Kumbe kupaa kwa Yesu kunatukumbusha kuwa tuna kazi ya kufanya. Hatumiliki Kristo, bali yeye ndiye anaye tumiliki, yani sisi ni wa kwake, na tupo kwa ajili ya utume wake. Na pia lengo la kanisa ni kuufanya ulimwengu upate kumwona huyu Kristo. Hivyo ndugu zangu, kupaa kwa Bwana ni mwanzo wa njia mpya kwa wafuasi kuwa sehemu ya Kristo na kazi yake. Sisi pia tu sehemu ya Kristo na tu sehemu ya kazi yake. Hivyo ndugu zangu, tuitende kazi ya Bwana wetu Yesu Kristo katika shamba lake, katika kundi lake Bwana. Kwa kuwa yeye ndiye aliyetuchagua sisi na si kwamba sisi tumemchagua yeye. Ametuweka tukazae matunda na matunda yetu yapate kukaa, ili kwamba lolote tumwombalo Baba kwa jina la Kristo tutapewa. Rejea ya Injili ya Yohane sura ya kumi na tano aya ya kumi na sita. Hivyo taifa la Mungu, tuna wajibu wa kuweza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 Mungu ndiye mfalme wa dunia yote, simbeni kwa akili. Mungu wa wamiliki mataifa. Mungu ameketi katika kiti chake kitakatifu.